Nilichosema kwenye hii ziara ni kumshukuru Rais wa Finland pamoja na mke wake kwa kutenga muda wa kuja kufanya ziara nchini Tanzania akiwa amekaribishwa na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan, lakini bado akaona haitoshi aje ajionee maendeleo ya wanawake yale ambayo rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan amekuwa akiyasema, na yeye kama tunasema championi kinara wa dunia kwenye eneo la uwezeshaji wa wanawake. Kwa hiyo tukamshukuru kwa kuja hapa, amejionea mambo makubwa ambayo yanafanyika nchini Tanzania katika kutimiza au kufikisha ile ndoto ya Rais Dkt. Samia Suluhu Hassan ya kuwaendeleza wanawake, akiwa anashirikiana serikali yake pamoja na mashirika ya Umoja wa Mataifa UN Women ambao wamekuwa kitoa mafunzo kwa ajili ya wanawake hawa wajiendeleze vipi, lakini pamoja na serikali ya Finland ambayo amekuwa ni mshirika wa nchi hii miaka sitini iliyopita. Kwa hiyo ameona wanawake wakisema wao wenyewe wakionyesha bidhaa zao wao wenyewe wakijieleza mafunzo walioyapata jinsi ambavyo wanatengeneza hizo bidhaa na jinsi gani wanayafikia masoko amewasikia amewaona. Kwa hiyo ilikuwa ni shukurani na pia kumwomba basi tuendelee na ushirikiano huu ambao umeendelea miaka mingi, na wanawake hawa wakasema basi na wenyewe waende wakajifunze kwa wenzao wa Finland, ambapo wametoa maelekezo mazuri sana Mheshimiwa Rais wa Finland, kwamba kupitia wawakilishi wao ambao wako nchini Kenya basi kupitia UN Women na wizara ya mambo ya nje na ushirikiano, yani Afrika Mashariki, tuanze mawasiliano ili wanawake wetu hawa wasiishie tu kuishi humu Tanzania wakisema wamefanikiwa, wakaone na wenzao kule wanafanya nini. Kwa hiyo kwa kifupi, ilikuwa shukurani kwa Dkt. Samia Suluhu Hassan kwa kumleta mgeni huyu nchini Tanzania, lakini na shukurani kwa ugeni huu, kwa sababu umekubali kutenga muda wa kuja kujionea kile ambacho tunakiimba, maendeleo ya wanawake kupitia majukwaa yao ya uwezeshaji, na wanawake wenyewe ndo hawa hapa.